Ebani, leo tumekuja kwa mara nyingine, Ray Mika Gospel TV. Ni mimi mtangazaji wenu Ida Mami, tunawaletea taarifa muhimu kuhusu uchaguzi nchini Malawi. Uchaguzi huo unachukuliwa kuwa hatua muhimu katika safari ya kidemokrasia ya taifa hilo, ukiwa na changamoto na matarajio makubwa kwa wananchi. Hebu sasa tuangalie ripoti kamili kutoka Malawi <mulia> baada ya kampeni iliyozingatia historia yake ya kuwekeza katika miundombinu wakati wa kipindi chake cha mwisho madarakani, kipindi ambacho pia kiligubikwa na kashfa za ufisadi. Malawi inakabiliwa na changamoto kadhaa ikiwemo kudorora kwa sekta ya kilimo ambayo imechangiwa pakubwa na mabadiliko ya tabia nchi. Uchumi wake pia uko katika hali mbaya, huku mfumuko wa bei ukiwa takriban asilimia 27. Anajiunga nasi sasa kutoka Joburg, Afrika Kusini. Katembo, umesikia, huko Malawi hali ikoje baada ya Chakwera kukubali kushindwa? Wananchi wamepokeaje tangazo hilo? Baada ya kurejea kutoka Malawi, Roncliff, nasikia waraia ambao nilizungumza nao nikiwa mjini Lilongwe nchini Malawi wameweza kuelezea furaha yao na kusema kwamba haya ni mabadiliko waliyotarajia kwa kupata rais mpya ambaye atawezesha kujikwamua katika hali ya kiuchumi mbaya zaidi ambayo imewahi kuonekana ndani ya nchi hiyo. Na hivi ni shangwe na nderemo in, in, in, jijini Lilongwe na kote nchini Malawi, kama nilivyozungumza nao mapema hii leo. Je, matokeo rasmi yameshatangazwa? Maanake yalitarajiwa kusomwa baadaye leo. Tulipo hewani sasa hivi, muda wote, matokeo hayo yanatangazwa na tume ya, nato, ya uchaguzi. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi eh, Jaji Annabel eh, Mtalimanja yuko tayari, anajiandaa na timu nzima ya tume hiyo ya uchaguzi kuweza kutangaza matokeo ya uchaguzi hivi punde. Naam, wananchi wanapaswa kutegemea nini katika utawala ama uongozi wa rais huyu mpya <muchilipia> Peter Mudharika? Hizi ni hela za Malawi ambayo nilikuja nazo baada ya kushindwa kupata fedha za kigeni. Kwanza, swala la uchumi kukabiliana nalo na kuhakikisha kwamba mfumuko wa bei unadhibitiwa. Pili, mafuta yanaagizwa nje, kwa hivyo Malawi kuweza kujipatia nafasi ya kuhakikisha uchumi wake kabisa unarejea katika hali salama. Tatu, swala la kilimo. Nne kabisa pambana na rushwa kwa sababu wa Malawi walikuwa wanasema kwamba rushwa chini ya utawala wa Chakwera ulikuwa umekithiri sana. Nne, tano ni swala la, la e, jeuri e, kwa, kwa viongozi wa serikali kwamba viongozi walioko madarakani u, u, wakati wa Chakwera walikuwa hawasikilizi raia wa Malawi, kwa hivyo wanasema kwamba wanatarajia viongozi wanaoingia madarakani wataweza kuwasikiliza zaidi wananchi na kushughulikia kero zao za wa kimaisha kama walivyoahidi katika kampeni za uchaguzi. Um, Katembo, matokeo ya uchaguzi huu yanamaanisha nini kwa mstakabali wa demokrasia ya Malawi, hususan ikizingatiwa kwamba rais Peter Mudharika, ambaye ndiye rais mteule kwa sasa, alishawahi kuhudumu kama rais na yeye vile vile alikabiliwa na changamoto hizi hizi ikiwemo madai ya ufisadi. Nini tutarajie kwa Malawi mpya? Kwa Malawi mpya, nadhani ni ukomavu wa demokrasia kwanza. Kwa hilo ni lazima tuwapongeze wa Malawi kwamba wanaweza wakabadilisha eh, marais kwa miaka mitano baada ya kumaliza mhula wao eh, na kuonyesha kwamba hawajatimiza eh, ahadi zao walizoahidi kwa wananchi eh, pili, ni uh, maendeleo uh, ndani ya jamii ya ambayo yanaweza kuonyesha mshikamano wa kisiasa na kuhakikisha kwamba mabadiliko yanakuja na katika maendeleo ya kidemokrasia, na hivi uchumi na sera zinazingatiwa zaidi kwa ajili ya ustawi wa jamii wa taifa hilo la Malawi. Shukrani sana, Nixon Katembo, kwa tathmini hiyo ya kina. Mahojiano hayo na mwanahabari huyo Nixon Katembo yanahitimisha taarifa yetu kuu.